Eneo hili la Igumbiro lilikuwa kuna changamoto kubwa ya zahanati kwa ajili ya wananchi wetu. Wananchi wetu walikuwa wanapata shida sana, wanaenda maeneo ya mbali juu ya kupata huduma ya afya, lakini leo hii kwa mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa mapenzi yenu wenyewe wananchi, lakini pia viongozi wetu wa serikali ya wilaya ikisimamiwa na halmashauri, kwa kweli wameonyesha jitihada kubwa za kimaendeleo na ndio maana leo hii unakuja kujionea matumaini kupitia mwenge wa uhuru. Mimi nataka niwaambie, mradi huu tumejiridhisha, ni mradi uliopata vigezo vyote, kuna sifa zote, kuna uimara kabisa na hata madaktari ambao wamo ndani ya hii zahanati, kwa kweli ni madaktari ambao wamebobea, wana uwezo na viwango wa kuwahudumikia wananchi wa eneo hili Igumbiro. Ye, Igumbiro safi. Hayo nilisema niyaseme hapa, wananchi, ili nyinyi kila mmoja wenu mwelewe hilo, kuwa sasa Igumbiro tumeondosha changamoto ya zahanati kwa wananchi wetu, na naamini hapa huduma zote zitapatikana. Kwa kweli, tumetembea jengo, tumejionea maeneo mbalimbali, hata huduma ya mama na mtoto pia inapatikana katika eneo hili. Kwa kweli, hii ni faraja kubwa, naomba jipigeni makofi. Ombi langu kwa madaktari ambao watafanya kazi katika eneo hili ombi langu kwa madaktari ambao watatoa huduma kwa wananchi wa eneo hili la Igumbiro. Niombe sana ndugu madaktari, fanyeni kazi kwa ufanisi, wasaidieni wananchi wetu hawa kuwapa huduma ya afya. isiwe leo hii kituo hichi, nyinyi ndio ikawa chanzo cha wananchi hawa kupata changamoto ndani ya kituo hichi. kwa kweli ni wa uhurume wake umeng'ara na umeeleweza katika eneo hili lakini pia leo hii ndugu wananchi, tumefika katika eneo hili kwa ajili ya kuangalia daraja ambayo limejengwa kwa ubora ili wananchi wetu waendelee kufanya kazi kwa bidii. Kwa majina anaitwa Petro Simon Daudi, meneja wa TARURA wilaya ya Ulanga, utekelezaji wa mradi wa barabara ya Tobola Chikuti ambayo leo hii imewekewa jiwe la msingi katika ujenzi wa makalavati saba pamoja na drifti moja mradi huu ambao umegharimu jumla unagharimu milioni 248, na karavati hili moja ambao leo hili linawekea juu la msingi lina gharama yake ni milioni 28. Na barabara hii endapo ikifunguliwa itasaidia katika kuepusha adha ambayo inapatikana katika mlima Ndololo, kwa maana watu wengi watapenda kupita barabara hii kwa ajili ya kuepukana kama kuna breakdown yoyote ambayo imetokea katika mlima Ndololo. Pia barabara hii itaweza kuwafikisha watu wanaoelekea tarafa ya Mwaya pasipo kupita barabara pasipo kupita katika mji wa Mahenge. Barabara hii jumla ina urefu wa kilomita 23, ambapo mpaka sasa ina makaravati ambayo tunayajenga safari hii ni makaravati saba na drift moja. Pindi tutakapokamilisha haya makaravati haya yote saba pamoja na drift moja, barabara hii itaweza kufunguliwa na kuweza kurahisisha kwa wananchi kwa ajili kuwakuza kwa katika uchumi na uzalishaji. Kwa majina, naitwa Foma. Wananchi ana barabara kwa vitu vingi cha kwanza ukiangalia barabara sasa hivi ni imekuwa nzuri sana. Masababu, amitulais, amitulais, amitulais kwa sababu cha kwanza ameturahisishia kwa wananchi kupita kwa wakati. Kwa mfano mtu umetoka asubuhi kuahi shughuli zako, barabara ikiwa chafu huwezi kuahi shughuli zako, ila sasa hivi kama sisi wenye baisikeli wenye pikipiki, unakimbia tu barabara ni nzuri. Kwa hiyo serikali kwa kweli imeona jambo la msingi sana kufanya jambo hili la, la barabara.